Wakazi wa Kurasini jijini Dar es Salaam wamekutana na wakati mgumu baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko katika eneo la makazi yao. Hii hapa ni hali halisi kutoka jijini Dar es Salaam. Tuungane na mwandishi wetu Steve Moyo aliyeko huko.

lake lote yani huko kule kote. Majina, mimi naishi kijiji cha wavuvi takriban miaka 25 sasa. Hii shida mnayoiona hapa, ili maji haya yanoleta athari ya kijiji hichi, haikuwepo katika kipindisho cha miaka yote, ila baada ya kuwekeza umwekezaji anayetambulika kwa jina la TRH ndio shida hii imekuja, baada ya kuwekeza yeye kwenye hadi ya Tazara, kwa hiyo miundombinu yote ya maji yaliyokuwa yanatuathiri ya, ya, ya, ya huku ameelekeza kwenye kijiji hichi kwa hiyo imepelekea kubomoa nyumba sasa hivi nyumba karibu tano zilizokuwa mwanzoni hapa zimebomoka, kutokana na maji yake yanayotoka ndani ya yadi yake. Kwa hiyo na humo ndani unavyoona katika kijiji chote hichi maji yameingia, mai watu wameharibiwa ya mali zao, maji yameingia ndani, lakini nyumba za awali zilishabomoka karibu nyumba tano kwa hiyo hawa watu wanaokuwa wanaendelea kum, kumpatia sini wakina nani, kiasi kwamba hampi maelekezo ya kuweza kuielekeza miundo yake mbinu ya maji isiathiri kijiji cha wananchi ambao wanaishi hapa miaka karibu thelathini ishirini na tano mi mwenyewe na miaka karibu ishirini na tano naishi hapa, huu unakwenda thelathini na kuna wengine nimewakuta wanaishi miaka zaidi ya arobaini sana tano. Mimi miaka thelathini na tano huyu mzee